Ukiachana na moduli tunazojifunza, pia tunajifunza Caleb Mission. Caleb Mission huu ni utume ambao uliletwa kwetu mwaka 2005 mpaka mwaka 2019. Utume huu ni kuhakikisha kuimarisha vijana kwanzia umri wa miaka 16 kujiunga katika uinjilisti. Uinjilisti huu umeweza kufanikiwa sana South American Division, yani SAD. kwa njia gani tunaweza kufikia jamii kwa kujifunza Biblia, kutoa misaada kwenda kwa wafungwa kufanya usafi kugawa vitabu. Na utajuaje watu wanaofanya Caleb mission huwa wanavaa tisheti zenye ujumbe wa Caleb pamoja, wanabeba na Biblia pamoja na mabegi.